Kutovumilia sio. Mungu anaona wengine, Mungu anajua akikupa pesa kanisani ni kwa hili e. So ili tukuone kila siku, Bwana anafunga mwenyewe. Haleluya, amen, amen. Jiaribu, Biblia inasema katika Wakorintho wa pili. Jaribuni, jijaribu mwenyewe, jichunguze mwenyewe kabla uweze kulaumu watu, jiulize shida yako iko wapi kabla useme wanaiba nyota yako. Je, una kitu cha pili, namaliza Brokenness, moyo uliovunjika na kubondeka, moyo uliovunjika na kubondeka. Kitu kingine ambacho kinazuia watu urejesho usifanyike ni roho ya kiburi, wamejaa kiburi cha uzima, wamejaa kiburi cha uzima. Anajua ana shida, anajua ako na shida, lakini ni kujanja ajabu. Anajua kuna na tatizo lakini amejifanya mjanja, hataki kuvunjika. Na Biblia inasema katika Psalms 51:17 utasoma kwa wakati wako, lakini inasema hivi ya kwamba dhabihu ya Mungu ni moyo uliovunjika na roho iliyobondeka. So kama unataka Mungu akurejeshe, lazima moyo wako ubondeke, lazima moyo wako uvunjike lazima uruhusu Bwana apite ndani ya moyo wako na akaupasuepasui, akauvute vunje moyo wako, moyo wako ukawe moyo wa nyama, autoe ukaiti na, na hukumu ndani yako, na utamuona Bwana. Haleluya. Kitu cha pili cha tatu, ama gharama ya kupata unachohitaji. Haleluya. Simama kwa Biblia yako.